Bwana, huu ni mkia wa kondoo, huu ni mkia wa kondoo ambao mkia huu wa kondoo ndo unaopigwa hapa, unapigwa hapa kwenye moto. Mkia kama huu wa kondoo unaopigwa hapa kwenye moto moto huu ni mkali, yani hapa kuna moto chini besi, halafu kuna moto juu. Lengo hapa kuna kwato, hizi kwato mnazoziona, halafu kuna ia, halafu kuna ule mfupa namana. Hapa kuna vitu vitatu vinavyofanyika. Kitu cha kwanza tumetafuta no, no, no, no. Ule mkia wenyewe ule ule mkia wa kondoo ulem, tunaupika namna kama hii. Sasa ukishapikwa namna kama hii unatoa yale mafuta hapa. Lengo letu ni haya mafuta. Kisha mafuta kama haya yakishakwa hivi n

haya ya hatari waa, wow, wow, wow! Yani tubayani yacisa na, kabla sijakwambia lengo la kutengeneza moja kumalizia, pia mtu akiwa na maumivu ya mgongo akipaka mle mgongoni halas. Lakini lengo na point pia, mtu kwenye korodani ana zile fangasi, mpaka anakunywa dawa mwezi mzima azisikia, hasa wanaume, yeah. anawashwa mpaka anasikia raha

na jambo wenyewe ndoa. Wa baba wababa, tuna tabu tunatafuta, yaani hii hapa ya tunaiweka kwa chupa kama hii, tunaita harufu mbaya dawa kama hii. Mwanaume anachukua kidogo haya mafuta haya, alafu anapaka kwenye kiungo chake cha uzazi, anapaka kwenye kiungo cha uzazi, ni muujiza atakaoiona hapo kwanza na kuanaisia kali na ninarudia neno, kama hajaoa asipake, kesi ya kukata. Kama hajaoa asipake. Hmm, kwaya niongeze pia, kama ana mke mmoja na mke mwenyewe dhaifu, asipake asipake kabisa, ataleta hatari. Lakini la pili, hmm, hmm, ahakikishe afya yake iko sawa kwa sababu kima cha chini ndo kawai lisali moja, amewai lisali moja, tumeelewana eh? lisali moja atari atari kweli kweli, lakini pia ina sifa ya yale maumbile yalonyweanywea no kukaa katika mpango mzuri. Sasa angalia kama hapa haya mafuta dawa ile isha pata, lakini ni mkusanyiko wa kwato na ule unga wa mkia na ali mafuta yake, ndiyo naona jasu yes. takutoka utaiza vitu kama hivi sasa, vitu kama hivi ngia Muislamu, lazima kidogo utachangia, kwa sababu hii kazi navyoiona inachukua kutwa nzima kupata angalau itauu kutwa nzima na kwa sababu ukondoa na harufu basi lazima tu mix na mikaratusi na nini kwa ajili ya kuondosha. Lakini unajua mafuta ya nyama ya ndege ni tiba, si unaona? Hata mafuta ya kuku ukiweka sikioni tu, mafuta ya kuku umepona. Si ni kuongeze kitu kimoja, wakati tunaenda wetu Zanzibari kule na kiu, basi ienda na ngamia mafuta ya ngamia kama ya kondoo ile nundu mm -hmm, ya ngamia inatoa chupa arobaini ema Tanzania. Kwanza ukiaweka yanaganda dakika daka ingi ayo yakosupa na ni tiba kubwa sana lakini mafuta no ya kondoo naye ukiyaweka yanaganda, hasa ukimpata yule mnono kwa no, hiyo hapa inatakiwa miki mikiaa mikia mmoja kia zigana mikia mmoja kumi na nne na ili angalau upate lita kumi ipatikane mikia mikia kumi na mbili sasa, mikia kumi na mbili iga mikia kumi na mbili peke yake inakwenda kama laki nzima hivi. Kwa hiyo ni shughuli kidogo lakini ukimpa mtu utakuwa umemsaidia mtu mwenye matatizo ya kundo, lakini pia mtu mwenye mashepani, hasa jini mahaba. Huu ugongu kwa haya makubwa aelewani nayo kabisa. Alafu na mwisho, kondoo ana siri kubwa. Kwanza anawezani wezani wa ui kondoo na manabii wengi wakimchinja sana kondoo kondoo. Nabii Allah Ismaili alaihi ssalamu, Allah alikomboa kwa kondoo kutoka peponi wa kondoo. Watoto wa Nabii Allah Adamu walipopeleka sadaka yao kwa Mwenyezi Mungu, Saidna Adili alipeleka kondoo na Mwenyezi Mungu akaleta moto ukanyakua kondoo. Baadhi la wanasema Nabii Allah Yusuf alichinjiwa kondoo hamsini, kondoo mia moja, akasa elfu moja kwenye hakika yake ah na pia tunasisitiza wale watu ambao wanasamakua, tunawaambia itaidini sana kondoo mci na la mwisho, hata nyama ya kondoo na ya mbuzi, nyama ya kondoo tamu tamu sana, nyama ya kondoo mzuri. Nyama ya kondoo na kondoo ana siri nyingi sana. Kondoo tukimchinja mambo yetu yanakaa sawa lakini mbali ya yote kondoo pia anatuletea anatuletea dawa kama hizi kupitia kwato zake, nampuka mkia wake pamoja na mkia wake mwenyewe. Na ndo maana utakuta mnyama kama kondoo anakuwa kama paka pia katika tendo anakawia i a ametoa dawa ya mafuta ya kondoo anaita urufuda.